Inawezekana ninyi mmetoka miongoni mwa wanasiasa, wengine mnatoka kwenye familia, wengine mnatoka jirani. Kwa hiyo, usitekeleze jukumu lako kwa maelekezo ya mtu mwingine. Kama nilivyosema, wewe sasa ni mtumishi wa nini? Wa tume, kwa sababu zoezi hili ni la kikatiba na la kisheria. Kwa hiyo, lazima tusome kwa makini katiba, sheria, kanuni miongozo na maelekezo mbalimbali yaliyotolewa na yatakayoendelea kutolewa na tume ili kuwarahisishia katika utekelezaji wenu wa kazi za uchaguzi. Tunakuharikiapo cha kutunza siri kwa maana kwamba tunatarajia baada ya kiapo hichi, basi yale yote ambayo yatafanywa kwa maana ya kuwezesha zozile kufanyika yatakuwa ni kwa ajili ya matumizi ya tume pekee. Utatoa taarifa kwa mtu mwingine yote wala chombo chochote ewalewa na ikibainika hivyo, basi utashtakiwa kwa mujibu wa kiapo hicho. Leo tumepata mafunzo ya ukarani waongozaji wapiga kura. Uh, tumejipanga kwa upande wangu, mimi nimejipanga kutenda haki kulingana na kiapo ambacho nimekula kwa siku ya leo, kuhakikisha ya kwamba zoezi linaenda vizuri na kikamilifu, na tunasema na kwenda kutekeleza kwa uadilifu mkubwa bila kutoa siri ambazo tumekabidhiwa na tume hii ya uchaguzi. Pia tutakuwa tunatenda haki kwa kwa wananchi wetu ambao watakuwa wanajitokeza kupiga kura bila kuangalia upendeleo wowote.